Mhaligani, wapenzi watazamaji, na leo nataka kuzungumzia historia ya kijana mmoja, jamaa mmoja kutoka huko Bungoma, Kenya ambaye anajulikana kwa jina la Isaac Otesa almaarufu kama Goliath wa Bungoma, lakini kabla ya kuendelea kutazama hii video, na kuomba uweze kusubscribe Kwa miezi kadhaa ambayo imepita huyu uh, jamaa Goliath wa Bungoma ameweza kupitia changamoto nyingi kimaisha, kwa vile uh, alikuja Nairobi mjini akawa anateseka uh, sana, kwa vile hakuwa na mahali hata pa kulala, lakini kufikia sasa, siku chache ambazo zimepita, Goliath wa Bungoma amepata uboreshaji mkubwa baada ya kupata dili nono za ubalozi wa kasoko ambayo ni kampuni ya kuuza magari mwonekano wake mpya maridadi katika suti za Kiafrika na kaunda uliwavutia mashabiki wengi sana hasa wanawake na wote wameweza kutoa hisia mseto mtandaoni mitandao ya kijamii imejaa kuvutiwa na maendeleo ya kimapenzi kuelekea mtu huyo mahiri Goliath wa Bungoma. Jina halisi Isaac Otesa, amepata mabadiliko ya kuvutia baada ya kupata kazi nzuri ya ubalozi wa chapa ya Car Soko, kampuni hiyo iliyomchukua kutoka kuzurura mitaani kutafuta nafasi za kazi sasa imempa sura mpya na mabati na kabati yaani lililoboreshwa. Mabadiliko ya kushangaza ya Goliath wa Bungoma ni mengi katika picha zake mpya. Eh, Otesa alionyesha kujiamini katika suti ya Kiafrika iliyorekebishwa vizuri ya beiji na njano, iliyosaidiwa na kofia nyeupe ya kasoko. Alisimama kwa urefu kwenye yadi ya gari akionekana tofauti kabisa na utu wake wa zamani. Picha nyingine ilimwonyesha akiwa amevalia suti ya Kaunda yenye giza nene yenye vibonye vya manjano akionyesha hisia zake za mitindo zinazoendelea kukua. Hata hivyo, bado alitia saini viatu vyake vya akala, kwani viatu vyake vilivyotengenezwa bado havijatolewa. Mabadiliko hayo ya kushangaza yalivutia watumiaji wa mitandao ya kijamii, hasa wanawake ambao hawakuweza kujizuia kuvutiwa na sura yake mpya. Wengi walienda kwenye sehemu ya maoni kuelezea kupendezwa kwao na hata kupiga risasi zao hapo hapa. Kuna baadhi ya majibu ama comments ambazo waliweza kutoa. Comment ya kwanza ni kutoka kwa mtumiaji wa mtandao ambaye anajulikana kwa jina la Stella James, alisema is my type tall dark and handsome. Mwingine Nancy Mweni alisema If loving Goliath is a crime then let me be guilty. Mwingine anaitwa Brenda Waidera aliandika, aki naona future yetu ikiwa bright Goliath, DM, akimaanisha kwamba Goliath aweze kumwandikia ujumbe wa moja kwa moja huko kwa DM yake. Mwingine anaitwa Rita Kimani aliandika, nimekosa usingizi tangu nimwone kwa hizi picha, where can I apply to be mrs Goliath, na maana anataka kuwa mchumba wake Goliath kwa Bungoma. Mwingine anaitwa Sofia Otieno aliandika, now this is what we call an upgrade. Hata kwa Bible kuna watu walibadilishwa life ghafla mwingine anaitwa ani Njeri aliandika, sasa naomba hata tu nikuwe pia wake. This is a man who is going places. Ukiangalia hizi comments ni kinyume na yale ambayo, ambayo watu wengi walikuwa wanasema hapo awali, wakati waliati wa Bungoma alikuwa haja hajafanikiwa kupata kazi wakati alikuwa anazuzura mitaani akitafuta usaidizi pamoja na mahali pa, pa kukaa. Je, Isaac Otesa atarejea kwenye mapambano ya kimaisha tena? Hilo ni swali ambao ambayo wengi wanajiuliza kwa sababu hatujui kama atadumu kwa hiyo kazi yake mpya, ama tena atateleza aanze tena kuangaika. Car Soko wamethibitisha kuwa mabadiliko ya Otesa ndiyo yanaanza sasa hivi. Kampuni hiyo ilifichua kwamba hizi hivi karibuni atahamia katika nyumba ya ya chumba kimoja cha kulala katika mtaa bora na kupokea viatu vilivyotengenezwa na suti maalum. Maisha yake yanaenda kubadilika na kila mtu atashuhudia. Tayari tumemtafutia nyumba na kitanda chake cha kipekee kinatandikwa. Karibuni sana atapokea sura yake kamili alisema Patrick Rianga kutoka gari la soko ma kutoka kwa Kasoko, ambaye anafanya na, na, kazi kwa hiyo kampuni. Kwa hivyo pia kutoka kwa mwanamume ambaye alihangaika kutafuta fursa za kuwa nyota anayechipukia. Safari ya waleati wa Bungoma inawatia moyo wengi na jinsi mabadiliko yake yanavyoendelea inaonekana kama sura yake mpya inamgeuza kuwa mshtuko wa moyo mara moja. Je, Isaac Otesa anapenda kuchumbiana na wanawake wa mjini? Hili ni swali lingine ambalo watu wanaweza kujiuliza. Hapo awali, Otesa alisema kwamba hapendi kuchumbiana na wanawake wa jiji eh, kwa sababu ana ndoa yenye furaha. Kwa hivyo amemwacha mke eh, nyumbani. Mtayarishaji wa maudhui alionyesha kujitolea kwake kwa kina kwa mke wake na watoto wao watatu. Alieleza kuwa tangu kupata umaarufu amepokea ushawishi mwingi wa kimapenzi kutoka kwa wanawake, lakini amebaki thabiti eh, amebaki imara katika kujitolea kwake kwa familia yake na maana hataki kumchiti mkewe.